Watukufu Waislamu, wito wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Singida una wahitaji Waislamu wote ndani ya mkoa wa Singida, wake kwa waume, vijana kwa wazee, walimu wa madrasa kwa wanafunzi, taasisi mbalimbali za dini zilizo kuwepo ndani ya mkoa wa Singida, tunahitaji umoja wa Waislamu. Kila taasisi isimame kwa ajili ya kuhakikisha Waislamu wa mkoa wa Singida wanakuwa ni wamoja, basi pasina kujali itikadi zao za kimadhehebu, kwa pamoja na taasisi zote. ilaha na wahid, Mungu wetu ni mmoja. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wahid. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mmoja. Pamoja na madhehebu wetu na taasisi zetu na utashi wetu, sote tunasimama katika amri na sheria aliyetuelekeza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ala, taasisi zote madhehebu zote zimefunga kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Katika taasisi zote sioni sitaraji, katika madhehebu yote sioni sitaraji kwamba kuna taasisi imefunga siku ishirini na nane yalijengeka nani ya siku ishirini na tisa au thalathini. Wapo walifunga siku ishirini na tisa, wapo walofunga siku thalathini.